Aekfsyna wajumbe wa kamati ya utendaji a wajumbe wa wanachama. Ujumbe huo umefika, mheshimiwa waziri na timu yake wamepokea, umawachia wafanye kazi